Karibu wapendwa, katika chaneli yenu pendwa, tuna uh, chaneli ambayo inajadili faida za vyakula, matunda na vitu mbalimbali mbali kiafya. Leo tunaenda kujadili faida za kiafya za kula tende. Uh, kama mnavyojua tende ni moja ya tunda linalopendwa sana uh, asasa kipindi cha mfungo wa Ramadhani, lakini ni tunda ambalo linaweza ikalika kwa vyakula mbalimbali na katika vipindi mbalimbali tende ni tunda lenye vitu tende ni tunda lenye virutubisho eh, vingi na limekuwa likitumika kwa afya na tiba kwa karne nyingi. Sasa hebu tuangalie faida kumi za kiafya za tende. Faida ya kwanza ya tende ni kwamba tende hutoa nishati haraka. Tende zina sukari asilia kama glucose, fructose na sucrose, ambazo husaidia kuongeza nguvu mwilini. Eh, zinasaidia kuongeza nguvu mwilini haraka bila madhara kama sukari iliyosindikwa. Kwa hiyo kama unataka kupata sukari ile asilia ambayo haina shida kiafya, basi unaweza ukatumia kula, eh, ukala tende. Mtu aliyefunga muda mrefu anapokula tende tatu au nne hurejesha nguvu na kuzuia kizunguzungu ndani ya dakika chache. Kwa hiyo kwa, kwa mtu anayefunga eh, wakati wa kufungua ni vizuri ukatumia tende kwa sababu ina sukari ambayo inaweza kukurudishia nguvu kwa wakati. E, faida ya pili ya tende ni kwamba tende huboresha usagaji wa chakula. Tende zina nyuzi-nyuzi au kwa Kiingereza zinaitwa fiber nyingi ambazo husaidia kurahisisha usagaji wa chakula na kuzuia matatizo kama kufunga choo na kujaa gesi. Mtu mwenye matatizo ya choo kigumu anaweza kula tende tano kila siku asubuhi ili kusaidia kupata choo laini. Kwa hiyo kama una shida ya kupata choo au kujaa gesi, unaweza kuanza kula tende tano kila siku asubuhi, hivyo kusaidia kuondoa hilo tatizo. Kwa hiyo chukua hiyo kama matatizo ya tumbo, ichukue itakusaidia. Faida ya tatu ni kwamba tende husaidia kudhibiti anemia, yaani upungufu wa damu. Tende zina kiwango kizuri cha madini ya chuma yanayosaidia kuongeza kiwango cha hemoglobin katika damu, hivyo kupambana na anemia, yaani anemia maana yake ni upungufu wa damu. Mfano, mwanamke mwenye upungufu wa damu anaweza kuongeza tende kwenye mlo wake kila siku ili kuongeza damu. E. Faida ya nne ya tende ni kwamba tende huboresha afya ya moyo. Madini ya potassium na magnesium yaliyopo kwenye tende husaidia kudhibiti shinikizo la damu na kuimarisha mapigo ya moyo. Pia nyuzinyuzi husaidia -nyuzi kupunguza cholesterol. Kwa hiyo ili kuimarisha afya yako ya moyo uwe na moyo mwenye nguvu mpaka uzeeni, basi unashauriwa katika milo yako E, pia tende inatakiwa iwemo kwa ajili ya swala hilo. Mgonjwa wa presha ya juu akila tende tatu kila siku anaweza kusaidia kupunguza shinikizo taratibu. Kwa hiyo kama una presha ambayo ni mambo ya moyo hayo, unaweza ukawa unakula tende tatu kila siku. Sio nyingi, tende tatu unakula, basi afya yako ya moyo inaimarika na kuwa na afya njema. Faida ya tano ya kula tende ni kwamba tende hurekebisha kiwango cha sukari mwilini urekebishe kiwango cha sukari mwilini. Ingawa tende zina sukari eh, lakini pia eh, ingawa tende zina sukari, zina glycemic index ya wastani na zina nyuzi nyuzi zinazosaidia kudhibiti kasi ya kuingia kwa sukari mwilini. Pamoja na kwamba kule mwanzo tulisema kwamba tende na sukari ambayo inakuletea nguvu nyingi, lakini eh, pia yani, eh, tende zina glycemic index ya wastani. Na zina nyuzinyuzi ambazo zinasaidia kudhibiti kasi ya kuingia kwa sukari mwilini, kwa hiyo tende hurekebisha kiwango cha sukari mwilini. Mgonjwa wa kisukari anaweza kula tende mbili hadi tatu kwa siku badala ya pipi au biskuti kupata tamu bila kurusha sukari, kwa hiyo tende inasaidia kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Faida ya sita ya kula tende ni kwamba tende huboresha afya ya macho. Tende zina vitamini A na antioxidant kama lutein ambazo husaidia kuimarisha macho na kupunguza hatari ya matatizo ya macho kama degedege ya macho na kutokuona vizuri usiku. Kwa hiyo tende inasaidia katika afya ya macho. Mzee aliyepoteza uwezo wa kuona vizuri usiku anaweza kula tende mara kwa mara ili kusaidia macho kuwa imara. Kwa hiyo jamani, watu wenye uoni hafifu jaribu kula kula vyakula kwanza ili macho yako yazidi kuimarisha uoni. Lakini pia, kama unataka macho yako yaendelee kuwa strong, unazidi kuona vitu kwa uzuri vitu vizuri kwa uzuri basi unashauriwa kujumuisha ku, ku, tende katika mlo wako. Kwa hiyo chukua hii, hii ni ya muhimu sana hii. Nakupa hii. Haya. Faida ya saba ya kula tende ni kwamba tende husaidia kuboresha afya ya mifupa. Kwa kwanini tende inasaidia kuboresha afya ya mifupa? Tende zina madini kama calcium, phosphorus, potassium na magnesium yanasaidia kuimarisha mifupa na meno. Wazee au watu wanaokabiliwa na hatari ya mifupa kuwa dhaifu wanaweza kula tende kila siku. Kwa hivyo ukiona mifupa inachoka, basi moja ya vyakula ambavyo unatakiwa uvi-include katika diet yako au katika mlo wako ni hili tunda la tende ama tende. Kumbuka kwamba tende Tanzania zinapatikana japokuwa ni maarufu sana maeneo ya Uarabuni huko. Faida ya nane ya kula tende ni kwamba tende hupunguza uchovu na msongo wa mawazo. Ichukua hii, tende hupunguza uchovu na msongo wa mawazo, vitamini b. Kwa nini napunguza uchovu na msongo wa mawazo? Ni kwa sababu vitamini b na potasiamu kwenye tende husaidia kutuliza mfumo wa neva, kuongeza nishati na kuboresha hali ya hisia. Mfano, mwanafunzi anahisi kuchoka au, au msongo wakati wa mitihani, anaweza kula tende kama vitafunwa vya afya badala ya vyakula vyenye sukari nyingi. Kwa hiyo kama una mitihani, yuwi, mitihani wa taifa, nekta, basi unashauriwa kuchukua, kutumia tende mara kwa mara kwa ajili ya kupunguza uchovu na msongo wa mawazo. Kwa muda mwingine, sio kwamba tu una akili, lakini pia msosi unaokula unakusababishia pafomu vizuri kwenye mitihani yako. Faida ya tisa ya kula tende ni kwamba tende husaidia kuzuia saratani ya utumbo mpana. Tende husaidia kuzuia saratani ya utumbo mpana. Chukue ni, ni kwamba nyuzi nyuzi na antioxidant kwenye tende husaidia kusafisha utumbo, kupunguza uchochezi wa sumu ambazo zinaweza kusababisha kansa. Nyuzi, nyuzi ambazo ziko kwenye eh, tende zinasababisha utumbo uwe safi kwa hiyo, kupunguza hatari ya kupata kansa. Mtu anayekula tende nne hadi sita kwa siku anaweza kupunguza hatari ya kupata saratani ya utumbo. Kwa hiyo, kama unaweza kawa, una tende, unakula nne hadi sita kwa siku unapunguza uwezekano, kwa sababu tende zina nyuzi nyuzi na antioxidant ambazo zinasababisha kupunguza hatari za kupata kansa. Faida ya kumi ambayo tutajadili leo ya ulaji wa tende ni kwamba tende huchochea uzalishaji wa maziwa kwa mama anayenyonyesha. Chukua hii kwa yule mama, unataka ulitoka kujifungua, unayenyonyesha, ni kwamba tende huchochea uzalishaji wa maziwa kwa mama anayenyonyesha. Kwa nini inachochea, inachochea uzalishaji wa maziwa kwa mama anayenyonyesha? Ni kwa sababu tende zina virutubisho na homoni asilia zinazosaidia kuongeza kiasi na ubora wa maziwa kwa mama anayenyonyesha mama ananyonyesha, kila tende tano hadi saba kila siku, anaweza kuona ongezeko la maziwa ndani ya siku chache. Kwa hiyo mama unazalisha eti, mama unazalisha, kama kuna mama unanyonyesha, basi katika vyakula ambavyo vitakusaidia kuongeza kiwango na ubora wa maziwa yako ni ulaji wa tende, na hapa tumekuambia ni tende tano mpaka saba kila siku. Kwa hiyo pita sokoni, nunua tende, anza kuinclude tende katika mlo wako ili uweze kupata faida. Kwa hiyo kwa haraka haraka, eh, naweza kusema faida kwa haraka haraka ni kwamba faida ya kwanza hutoa nishati ya haraka, faida ya pili huboresha usagaji wa chakula, faida ya tatu ni kwamba husaidia kudhibiti anemia au upungufu wa damu, faida ya nne huboresha afya ya moyo, faida ya tano hurekebisha kiwango cha sukari mwilini, faida ya sita huboresha afya ya macho, faida ya saba husaidia kuboresha afya ya mifupa, faida ya nane hupunguza uchovu na msongo wa mawazo. Faida ya tisa husaidia kuzuia saratani ya utumbo mpana, na faida ya kumi huchochea uzalishaji wa maziwa kwa mama anayonyonyesha. Kwa hiyo mpaka wakati mwingine, endelea ku tune in na ku subscribe katika chaneli yetu ili uweze kupata faida za kiafya na tipu za kiafya ambazo zitakusaidia katika maisha yako ya kila siku. Mpaka wakati mwingine, bye bye.